Mambo vipi, mtazamaji wa Baharia TV popote pale ulipo, bila shaka upo vizuri. Karibu, leo tunakuletea exclusive kabisa na kijana mdogo anaitwa Brown. Huyu Brown, bila shaka utakuwa umemwona kwenye mitandao ya kijamii, mmoja kati ya vijana ambao wametrendi kweli kweli kwa kuendesha pikipiki, walifanya piki, challenge kutoka jiji la Mbeya mpaka Dar es Salaam, na alitumia masaa kumi tu kufika pale jiji la Dar es Salaam. Alitumia usafiri wa bodaboda ambaye -boda. ni pikipiki aina ya Boxer, atatuambia vizuri mwenyewe. Moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi, imewezekana vipi? Najua utakuwa na maswali mengi sana eh, kwamba eh, ilikuwaje? Mikumi alipitaje? pale changamoto zipi alikutana nazo huyu kijana na je hajatupanga kweli? Majibu yote anayo. Hapa tumemvuta kupitia Baharia TV na atazungumza mambo mengi, bila shaka tutakwenda kuyafahamu kwa uzuri kabisa. Brown, uko uko uko uko vizuri? uko vizuri, uko poa kabisa? Uko poa bwana. Unafahamika kwa majina matatu, hebu nitaje, Brown ni nani? Edward Brown Anton Mamboja, mm. kwa maarufu maarufu. la la jina la BMW BMW. Ndio jina langu maarufu. Okay, hiyo. Eh bana, hongera sana ube, ube, umekuwa maarufu sasa okay. ulitarajia kuna siku moja unaweza kaja kuwa maarufu kijana? <laughs> unashangaa tu unapostiwa, watu wanaposti, nini n nishangaa sana eh, eh. Yeni, nimefika lipodaa eh, mwanangu ana nipigia simu hmm? ni mwanangu umepostiwa, hebu ingia kwenye kurasa huu na huu yaani, simu zikawa nyingi kwamba hii imewezekanaje? Yaani simu zinapigwa, na inaweza ikapigwa masaa mawili bila kupumzika, yaani na kata hii inapokea hii, ni kwamba kitu yaani mpaka unakuta mwenyewe usingizi mbona mbona kama kama ni kitu vipi? <laughs> siku ya kwanza ile ile ile ile ukulala kabisa lala, kabisa kulala mpaka mpaka nilipofika huko, tumeingia zetu yani yani yani saa saa tupo kule au au turudi yani, vibe kwamba kwamba asubuhi hii mpaka unakuta mwenyewe usingizi ma tuamke Mbeya tuamke Mbeya mnafanya kwamba kwamba nitakuwa maarufu. Yani, sikutarajia kwa sababu hata makubaliano yalipoanzia eh, yani makubaliano yalianza jioni mm. ile yani, siku tumeanza makubaliano mm. ilikuwa ni na, na pita zangu barabarani mm. yeah. Tunasikia kwamba umeenda Dar alafu chini ya hayo masaa kwamba vipi? Yani ubishi ulikuwa ni mwingi kwamba kila mtu aamini. kwa, kabla ya hapo nilikuwa imetokea ishu mm. nilikuwa nimeenda Dar es Salaam Hmm. Nilikuwa nimeenda ile, ilikuwa ni, ni kimya kimya, hakuna mwenyewe alijua, walijua okay, rafiki zangu wachache kama awili watatu. Ulienda kwa boda boda hivyo hivyo, kwa kwenda nilitumia masaa 12. Ah, utumia masaa kumi na mbili. Wewe, e, ulienda kawaida tushe okay. Napo nilikuwa nimepakia mtu hadi kule, kwa kurudi eh, nilitumia masaa 11. Mm. Kwa hiyo yule mshikaji mlivyoanza kubishana ulisema huyu jamaa ajui. Mimi nishaenda kwa masaa kumi na mbili, nitashinda kwenda kwa masaa kumi. Kwanza kwa nyayo akatokea kwamba hiyo kitu haiwezekani. Mm. Akasema tunakupa masaa kumi na tatu. Wewe umefika. Mm. Nikamwambia kama inawezekana tuweke bondi chochote, akasema basi tuweke pikipiki kwa pikipiki. Mm. Na, na yule jamaa wako ni dereva pikipiki. Dereva bodaboda naye alikuwa na boxer. Tupo kijiweni mbele ya uongozi wake. Tukafikia okay. Tua, basi ngoja nikachukua kachukua blugadi yangu ni kachukua blugadi yangu hii, okay. E, kila mtu akaenda kuchukua blugadi. Mm. Tunaenda hivi kwa mwanasheria mnaemwamini nyie, tukaenda. Mm. Kutoka Mbalizi pale tukendi mpaka zedi kwa mwanasheria. Mm. Tumeandikishana mkataba tumeandikishana, tumeizia muda kuondoka pale, siku ilikuwa ni tarehe tarehe ngati tarehe, Mm. tarehe kumi na tano, tarehe kumi na tano. Okay, ebana, sasa picha linaanza. Kwanza wameanza wanabishana kijiweni yeye na bodaboda mwenzake kwamba haiwezekani na akampa masaa 13 kwamba atatoboa kutoka Mbeya tu Dar es Salaam. Kwa hiyo ilikuwa ni story za kawaida tu ndio picha lilianzia hapo. Sio? Yeah. Okay. Baada ya kubishana kumtafuta mwanasheria, yaani mabishano yalianza tarehe 14. Eh. Baada ya kumtafuta mwanasheria tulimtafuta muda huo huo. Mm mpaka kuandikishana ikaisha, kila mtu akaondoka na mkataba wake, mashahidi, saini, kila kitu. tarehe kumi na tano saa kumi na moja asubuhi hmm. tukakutana mitaa ya wagadugu pale mkabala na taa malizi mm -hmm. saa kumi na moja kamili alfajiri muda wa kuisha kufika Da ndani ya masaa kumi na tatu. Itabidi nifike pale saa kumi na mbili dakika kumi na tisa muda wangu nakuwa umeisha. Fika mjini nimefika Da hapo Magufuli Ten, Magufuli Ten. Nimetoka saa ngapi hiyo? Saa kumi na moja kamili, nikaanza sa kuitafuta kwenye ndoka Mbea inakuja hmm, kunigongea saa moja. Hmm, saa moja ni dakika kumi na tano hivi niko Makambako hmm. Kwa hiyo ngoja, ngoja hapo hapo wakati ndo unaanza sasa safari yako mm. Wewe wewe ulikuwa unaaminia nini? Ulikuwa unaaminia pikipiki uliyonayo au ulikuwa unaaminia kwamba mimi nitakanyaga mioto mpaka nifike kwa um... huo muda ulikuwa unajiamini nini? Yaani hey, hey, kingine. Hey. Najiamini amini. Mimi hey. Pikipiki najua. Okay. Unge sana tu najua na pikipiki iko vizuri. Yaani pikipiki na uwezo. Hey, yeah, yeah, ni Ni mpya. Mpya. Haina muda mrefu. Ni Boxer 150 HD. Okay. Yeah. Na iamini iko vizuri mm. na mwenye tu najikubali najua na mimi barabarani sina wengi sina hivyo <laughs> kumi najua la yani napita vipi? Eh, okay. Eh, okay. Eh. Safari yetu imeanza, tumeondoka, tumetembea tunatafuta Iringa hii hapa na muda ukimbii tu tunakimbia mida ya saa nne Iringa ulifika saa nne kutoka saa eh, kumi na moja hii saa nne kama na nusu hivi mm. Eh, kufikia saa sita Morogoro hii hapa. Morogoro hii hapa. Naanza kuitafuta sasa njia ya Dar. Mm. Mimi naenda saa saba hivi na nusu. Mm. Na itafuta Chalinze. Ah, unaona mm. kabisa huko mbona ni muda mchache mm. uliobakia. Hapo kwenye Morogoro hapo. Mm. Bila shaka ulipita Mikumi. Yeah, yani, nilipita Mikumi. Watu wanauliza, uliwezaje kupita Mikumi? Ulitoboa vipi ha, Mikumi pale Mikumi kuna wanyama pale mbuga ile? Mikumi pale. Panapitika. Yeni cha kwanza ninavyoenda kule. Mm. Sikuwaza kwamba kuhusu kwamba wanyama napo barabarani pale huwa wakai, yani hata ukiona wanyama nakuwa wokom, wokom, ni pembeni, wako wako mbali hii, wako mbali, ni pembeni kidogo, kwa utaona tu pembeni, ila sio kwamba utakuta mikaa barabarani, hapana. Uliwaona lakini wanyama, niliwaona ila unaona kwa mbali, unaona, unaona kwa mbali, unaona okay. vizuri hofu una... unaona anaweza kupata simba katokea hapa nini? simba kitokea hataweza eh, kufikia spidi ya bodaboda ndio wale, umesikia <laughs> <laughs> E, simba asingeweza kufikia spidi ya mwamba hapo hapo. Kwenye spidi ulikuwa unatembea, kwa unaita ile kilomita au wanahitaji ile spidi spidi hmm. Eh, kiasi gani ulikuwa na kanyaga mafuta kwa kiongo gani? pale pahawa wanaita tayari mvumi, nilikuwa napita yani ikuwa sishuki kwenye mia. Kushuki kwa mia. E, yani mpaka mia ishirini kwenye zile tuta ni kumi pale, mia ishirini mia e, kwenye lile tuta, kwenye lile tuta ndo imekaa kimtindo ili, ndo di ili, ndo speed ndogo yangu ya mwisho kulikuwa ushuki chini themanini, ila kuna sehemu tulikuwa tunapunguza mwendo kimtindo, unakuta ndo tunarekodi nini hivo. Okay, okay Uh, zile clip una record kidogo ulikuwa una unasema hapa hey, yeah. Tu balance. Balance. Eh, ila tukiweka tu simu full. Uh. Uh, speed chini ya 80 uh. Uh, mm. Ni ni 100 100. Kitonga pale ilikuwaje? Maana yule mteremko mkali alafu kona nyingi mzee wangu. Mze ile Kitonga ile Yubana, Kitonga imeshuka na speed 80 kwa 70 hadi 60. Eh, 80 Kitonga ile. Kwa mnao ijua Kitonga. Kijana ni ana hatari. Ana hatari. Okay. Eh, saa nne Iringa Morogoro saa, saa sita, ukaendaje hapo mbele hapo mbele nivona Morogoro nipo saa sita kidogo pale naenda nikanaenda pale angaiatma sana ikipita Chalinze daania sangapi saa saba na dakika hivi nipo ndo naingia Chalinze yani nitakapopumzika sehemu yoyote kupata msosi kidogo nini kukurefresh kwamba yeni... kidogo ni yake mwili saa kuchoka yani, nilipopumzika nilipopumzika ni sehemu yani, sio kupumzika, una sehemu tulipofika ilikuwa ni mida sangavu saa tatu asubuhi kama so linga basi linga, ndo unavoingia yani, ndo tukasimama sehemu, ndipo tumenunua ni ni soda na andazi, kwamba kula yani, hiyo ndo nitokee kwamba tunaenda na safari. Ah, soda andazi, eh, kila mmoja unasema. Mlikuwa mlikuwa wawili? Eh, na sasa kwamba hapo tunakula huko huko, maake nunua tu lemda pikipiki na unguruma, eh, twende. Ah, unanunua na kuacha. Mlikula wakati mnaendesha? Yeah hapo yes, yote hiyo time muda nikioza kuhusu muda <laughs> ni yeah. Wengi sana walinikatisha tamaa istukunikatisha tamaa ngiain yani, mpaka mm. Kukuta kuna mtu na anakutusi nakuukana kwamba yani, ufiki wezi hivo yani? mm. Yeah, yani, ah, utakuta mtu nakuolea aaai nakwambia wewe utarudi kwenye mikataba yeah. Uko utobohivo muda mm. Lakini ya kuamini Nambato, na ambacho ulikuwa nawaza pia ukumbuke kwamba bodaboda yako inaondoka eh, na yani na yamini, nikajua nikasema, yani najua kabisa ndani ya huo muda huo hmm, muda napata hata kama kutakuwa kuna changamoto yoyote labda hmm, imetokea changamoto ya pancha hmm, au changamoto yani yoyote ile ndogo ndogo yenyewe kama za dakika 10 mpaka 30 ndani ya huo muda mm. Yaani, hata kwa changamoto kwa meza dakika 40 ila mm, inajua kabisa naingia ndani ya hayo Mm. Na Mungu wa asmani, nimetoka Paka nafika, kuna changamoto yoyote mm. Hakuna tairi, hakuna kumisi, yaani hata misi ya bati mbaya hakuna. Ni mafuta mm. sheli mbele hapa okay. Kwenye mafuta wapi ambapo mliaka mafuta kutoka Mbeya hapa, nimetoka Mbeya ina full tank, nimeingia okay. Mpaka Makambako pale, mana nilikuwa nasubiri yaisha mm -hmm. Ukifika katikati pale, kama nitafika. okay. endelea na safari kutoka Makambago pale nikaenda mpaka mm. Iringa mm. navyoimaliza mm. nitaongezea tena mwingine mm. Iringa pale nikaondoka mpaka Morogoro, Morogoro pale nikakazia tena mwingine ndo. uh -huh. nikaenda moja kwa moja mpaka na islamu okay. nimejaza mafuta ni mara tatu tatu. Okay. Na hizo gharama zilikuwa ni za kwako. Zilikuwa ni za kwangu. Wakati mnaondoka, mm. Okay, nikurudishe nyuma kidogo. Wakati mnaondoka sasa, yule jamaa ambaye mlikuwa mnashindana, boda boda mwenzie, ambaye ndo mnafanya challenge, yeye anasema uwezi kutoboa au anasema naweza kutoboa? Mli, mli thibitisha vipi? Yaani sasa mtathibitishaje kwamba wewe utafika kwa yale masaa? E, naye mlienda naye au ilikuwaje? Kizuri zaidi niliepanda naye nyuma, alikuwa ni shahidi yake ah, na kule Dar es Salaam alikuwa, uh -huh, ni mtu wake yeye. Kwa hiyo watu walikuwa ni wawili, unatoka naye Mbeya na kuna mtu yuko mpaka Magufuli pale, tunapiga nanomo, tunawasiliana, na ule jamaa ambaye yuko Mbeya, e, tuasiana na wanasheria kwa sababu dakika za mwisho jamaa kawa o simuk okay. E, wanasheria wangu taonekana apigia simu pale mm, video call na tuma mm, picha zile video hivyo mm, mpaka mm, ule mwenyewe anatusubiri kule mtu wake yani mm, aa ahakikishe sasa, kwa kumpigia simu tukiwa wote hivyo mm, anampigia simu Yo, nataka nijue yule yule shahidi ambayo kuwa naye kwenye pikipiki alikuwa lalamiki kweli spidi. Yaani alijiamini nini yule jamaa, kwa sababu kukaa nyuma alafu mtu anawahi yeye ajali, anajua bala hapa. Atapoteza pikipiki yangu hapa. Yule jamaa alikuwa kupi changamoto yoyote yule ah. Jamaa cha kwanza hmm. ni kuanzia usiku hmm. kabla ya kutoka kwa safari alikuwa kama hataki Hakuwa kama ataki, aakama hakuwa na wasiwasi sana yani sana, nilimshawishi sana mpaka tukaondoka Mawenge, alikuwa nayo. Kuna sehemu baada ya safari kuzoea, mwisho akazoea tu mwenye okay. Ila kuna sehemu alikuwa nalalamika, ila sio sana uh -huh. E, mbia tuwa, kaza kaza, mtoto wa kiume kaza, tulia uh -huh. akika wa safari uh -huh. namtia moyo njia nzima tunafika hivi alikuwa uh -huh. Um, nalalamika nikwambia, ila sio sana ya. U, u, u, ulikuwa uwazi kuhusu maisha yako kwamba unahatarisha, unaweza kupata ajali, alafu kwa spidi hiyo 80 mpaka 120, na wewe ni bwana mdogo hivyo, ulikuwa uogopi hofi kwamba nikipata ajali hapa sasa inakwaje? inakwaja uzuri wa njia za kule. So kwamba mimi Mbeya mpaka Dar, kwamba nilikuwa natembea na 120 80, kuna sehemu kuna foleni natembea mpaka spidi ya 40. Okay. E, yani sio tu speed ya bendi, kuna sehemu mpaka unakuta foreigni unasimama kabisa mm, mm yeah so ne, ne, kwa hiyo ni, town town hizi eh, mjini mjini lazima unapenyeza zile na penya sawa, ila e, kuna sehemu unajua una, una, una penyeza zile Napenya sawa, ila kuna sehemu zinazidi. Kuna sehemu unakuta sio town ila kuna foreigni, unakuta maroli kibao mm unakuta pale unatembea siku zako 40, kama hiyo vi pale, nikuta kwanzia Kitonga ah, mwanzoni nikutana na foreigni ile ilikuwa nilivyomaliza tu Kitonga mm. E okay. yeah. mm. Kwa tu Kitonga hiyo ilikuwa sio kubwa. Kwa uko afia kama unaweza kupata ajali, ukahatarisha mm. maisha yako. Ni makini nilivyo makini sana mm. Na, na mwanzo ni kushirikisha familia nishirikishe. Haikuwa kukataza y yaani, mpaka naishirikisha familia yaani, nimetoka na karatasi ya mkataba, nimetoka kwa mwanasheria, ndo nikaenda kushirikisha niombeeni. Nani nawaambia ao ubwaaza wote, fa wote naambia wote wakasemaje, kwa eh. Eh. Na sababu ah, wana mimi wananielewa, ni, wananijua jinsi nilivyo, hata wasiwasi ulikuwa ni ndogo sana. hmm. hmm. hmm. hmm. hawakuongea neno sana n okay. hivyo tu wanashtuka kidogo tu Amwanangu mwanangu ni safari ya mbali. Yaani hata tu kumwambia tunashindana. Kimwambia, yaani kuna mchezo. Nikabadi mkataba ule. Mm. Ambia tu kinachofuata. Niombe. Safi. Ebana Brown kijana kutokea jiji la Mbeya, tuko naye tunapiga naye story hapa na tueleza na ameshatueleza safari yake e, mpaka mikumi alivyopita, lakini pia Kitonga pale alipopita na changamoto baadhi alizokutana nazo, na anasema kupata changamoto kubwa spidi, ndio hizo e, utajaribu kuona ni namna gani ambavyo kijana alipiga sana mioto kuna watu kwenye comment hawaamini, unaona kama uongo hivyo, anasema hapa kama alipa, na tumbea masaa kumi, yani unashinda mpaka basi, unashinda mabasi, yani yani, hata hata tu aliyekuwa na beti alikuamini, hata video zenyewe tulikuwa tunapita kwenye mabasi, yani kina Katarama tuliwaacha mbali. Basi Katarama gani? Kwa kimbinyiko wote yani, tuliwaachia mbali hivyo. Sawa sawa, so, uh, so ikawaje? Tuendelee. Ulifika saa ngapi? Na kwanza ulitoboaje mpaka kufika? Kutokea tumeshia Morogoro, sio? yeah. Morogoro ukapita mpaka Kitonga, ehe. Ilikuwaje? Ili, ili unapita pale Morogoro unaweza mm. kufika pale Morogoro, kilomita zinakuwa sio nyingi, sawa. Eh, pale yani nilikuwa naenda, kuna simu nilikuwa naenda mwendo mkali, kuna mwendo na balance mm. mpaka naingia Chalinze mm. mm. Chalinze pale naitafuta kule, kulikuwa kule barabara ni Mm. Yani kukugusha ingia tu la barabara ni kubwa ko mpaka nimetafuta Magufuli yani yeah. ni mikeka yenyewe na lokosa natembea spidi mia sema mia mia ishirini mia mpaka ni na ke foleni mpaka mbaka nini, kubaya, kwenye foleni, foleni. Mm. Mpaka naingia kwa najikuta saa tisa saa tisa alasiri naingia Magufuli terminal, Magufuli, mm. e, naingia Magufuli Serious? Yeah. kutoka saa kumi na moja mpaka saa tisa tayari chapo naingia Magufuli ukufikisha masaa kufiki kumi. Hayo sio masaa kumi kumi na moja mpaka tisa. So ndo unatoboa pale, mzee wangu, unafika Magufuli mda huo. Nimepaki pikipiki pale geti hmm la kutokea nikaona pale kumbe, sio paki ngani, nimepaki viki viki ndani. so, nah. ili niipake viki viki ndani ndo mm. akawa anafika, alichelewa chelewa, ali alichelewa mpaka saa kumi, saa tisa, akaja kutokea saa kumi kasoro mm. amefika pale ndo anafika kwamba aliyetoka Mbeya Mbeya, Dar ndo huyu hapa, yani yeah, mwenye tu aamini Naye Mbalizi alikuwa jamaa wa kukimbiza pikipiki, naye anasema hiyo ruti ajawaiekael ieshama. Kaichukue pikipiki tuione, iliofika kwa muda huo, kachukue tuione pikipiki, kachukue kwanza tuiangalie, leta hiyo Boxa. Mm. Ipo pale mm, watu wakawa wanaongezeka sasa, ile watu wanaongezeka mm, wakawa yani mpaka wakawa waka wanazidi huko mitaa barabarani, wakawa huko wanakotokea magari, watu wengi, dakika za mwisho, mpaka polisi wakawa wamekuja, ba ha polisi walifika kabisa, mpaka watu walikuwa e, <gumso> wengi, yani kama ni gumzo yani zile kelele shamla, yani kila mtu anataka ajue ilikwaje. Sasa ndo kawa nafika pale, askari polisi akawa amefika kama wawili kwamba wanafika nao wanasikia stori Mbea Da, Mbea Da, itabidi watulize, imetokea wapi? Mbalizi anasema. Sasa hapa, naomba tu muende hapa, gumzo itakuwa kubwa, mengi yanatokea. Kwa hiyo askari polisi ndio ametuondoa, askari polisi mpaka akaondoa. eh eh, okay so sa so tisa umefika ndio imetokea hiyo pale, watu shangwe nini, watu wanashanga shangaa hiyo tukio mkaamua kugeuza siku iyo hiyo au ilikuwaje? Hapana, hiyo saa tisa nilivyotoboa pale, tuseme hadi natoka pale Magufuli terminal muda wa saa kumi. Hmm, majama tulimsubiri sana sana, mpaka saa kumi kasa saa kumi na dakika hivi tulitoka pale Magufuli terminal, ndio nimeingia mitaa Kinyelezi. Hmm. E, moja kwa moja mpaka Kinyelezi kule mekodi loji pale ndo naingia loji yani, e, tuseme yani, kuanzia toka saa kumi hiyo. Mm. Mm. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV, usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.